Hapo zamani za kale, kulikuwa na ufalme ulioitwa Mwangaza, uliosifika kwa haki na amani. Ufalme huo uliongozwa na Mfalme Adil, ambaye alirithi kiti cha enzi akiwa bado kijana. Ingawa alikuwa na mamlaka makubwa, aliamua kuanza utawala wake kwa kusikiliza zaidi kuliko kuamrisha. Siku ya kwanza ya kutawazwa kwake, wazee wa baraza walimshauri ajenge jumba kubwa zaidi na kuongeza walinzi. Lakini Mfalme Adil alisema, ufalme hujengwa kwanza mioyoni mwa watu, si kwenye mawe. Akaagiza sehemu ya hazina itumike kujenga shule, visima vya maji na hospitali kwa watu wa kawaida. Kulikuwa na kijana maskini aliyeitwa Kito, aliyekuwa akifanya kazi shambani kwa bidii. Siku moja, Mfalme Adil alijivika mavazi ya kawaida na kutembelea mashambani ili ajue maisha ya raia wake. Alipokutana na Kito, alimwona akimsaidia jirani yake aliyekuwa mgonjwa bila kutarajia malipo. Mfalme aliguswa sana na moyo huo wa kujitolea. Baadaye, mfalme aliporejea ikulu, aliagiza Kito aletwe. Watu walidhani kijana huyo angeadhibiwa kwa kosa lisilojulikana, lakini mbele ya wote, Mfalme Adil alisema, "Ufalme unahitaji watu wenye maadili kama yako." Akamteua Kito kuwa mmoja wa wasaidizi wake akisisitiza kwamba nafasi hutokana na tabia njema, si na saba Miaka ikapita, ufalme wa Mwangaza ukastawi. Hata hivyo, kulikuja jaribio kubwa: ukame mkali uliokaribia kuleta njaa. Badala ya kuhifadhi chakula kwa ikulu, Mfalme Adil alifungua magala ya kifalme na kugawa chakula kwa usawa. Alikula chakula kile kile walichokula raia wake ili aumizwe na alichoumia mtu wa kawaida. Wapo waliompinga wakisema, mfalme anapoteza heshima, lakini mfalme Adil aliwajibu, heshima ya kweli hupatikana kwa kuwahudumia wengine. Hatimaye mvua ikanyesha na watu wakakumbuka wema wake kwa shukrani kubwa. Mfalme Adil alipofikisha uzee, alimwachia Kito jukumu la uongozi wa siku za baadaye, akimuhusia, tawala kwa haki, unyenyekevu na huruma Kiti cha enzi ni dhamana, si zawadi. Kito alifuata mafunzo hayo na ufalme uliendelea kung'aa. Mafunzo ya simulizi hii ni kwamba uongozi bora huanza na maadili mema. Mamlaka bila huruma ni dhaifu. Heshima ya kweli hupatikana kwa kutumikia wengine. Kila mtu, bila kujali asili yake, anaweza kuwa mkuu kwa tabia njema. Na hivyo, simulizi ya kifalme ikawa mwanga wa kizazi hadi kizazi.